Katika chumba changu cha kusomea nyumbani nina maoni kidogo kuhusu kitabu cha Isaya kilichoandikwa na Warren Wiersbe, na alifupisha sura hizi chache zijazo ambazo tutafungua leo kwa kanuni hii: imani ni kuishi bila hila. Na kubali, kwa kweli ningependa kuongeza kuwa imani ni kusubiri mipango ya Mungu kutimia. Sasa, Isaya sura ya ishirini na nane inapoanza, jeshi la Ashuro linatishia watu wa Mungu, lakini badala ya kutubu uwasi wao na kumtumaini Mungu, taifa la kusini la Yuda wao wao wanaanza kupanga hila, uwe wanatafuta kufanya muungano na Misri kwa ajili ya ulinzi wao. Nadhani Musa na Yakobo na Yusufu wangekuwa wanageuka makaburini mwao, kwa kusema hivyo, kujua kwamba Israeli inategemea Misri. Sasa Isaya anatoa baadhi ya maelezo ya nyuma yanayopelekea maamuzi yao ya dhambi, na anazingatia ufalme wa kaskazini wa Israeli au kama unavyoitwa hapa Efraimu. Hapa katika aya ya moja, a taji la kiburi la walevi wa Efraimu, na ua linalofifia la uzuri wake wa utukufu, ambalo liko juu ya kichwa cha bonde tajiri, la wale walioshinda wa divai. Kweli, kwa urahisi, ufalme wa kaskazini ulikuwa unapotupa baraka za Mungu kama mlevi anavyotupa pesa zake kwa kinywaji kingine. Na Isaya anasema jambo lilelile lile hapa kwa ufalme wa kusini wa Yuda katika aya ya saba: hawa pia wanayumba kwa divai na kutetereka kwa kinywaji chenye nguvu, kuhani na nabii wanayumba kwa kinywaji chenye nguvu, wamezamishwa na divai kwa maneno mengine watu wa Mungu wamegeukia Misri kwa msaada, huku wakijipeleka kwenye pombe ili kutuliza dhamiri zao na kwa kweli kunyamazisha imani yao. Lakini hali inazidi kuwa mbaya. Kwa kweli wanaanza kumdhihaki Isaya kwa mahubiri yake. Hapa katika aya ya tisa wanaposema, Isaya atamfundisha nani maarifa na atamweleza nani ujumbe? Wale walioachishwa kunyonya? Kwa maana ni amri juu ya amri. Amri juu ya amri, mstari juu ya juu ya mstari, mstari juu ya mstari, mstari juu ya mstari, hapa kidogo pale kidogo. Wanachofanya ni kumdhihaki Isaya kana kwamba anakariri mambo yale yale mara kwa mara kama mtu anayemfundisha mtoto mdogo. Uwe, kimsingi wanasema mafundisho yake hayana ustadi wa kutosha. Yeye yeye ni wa kiwango cha msingi sana. Isaya haendani na nyakati za sasa. Watu wanasema jambo lile lile leo. Uu, uh, wapendwa, kuhusu wale wanaoamini ukweli wa neno la Mungu. Lakini licha ya uasi wao, sasa Bwana anawapa watu hawa hapa neema yake ya ajabu. Mstari wa kumi na sita: Tazama, mimi ndiye niliyewekwa kama msingi katika Sayuni, jiwe, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, ya msingi thabiti Kile Isaya anachofanya ni kulinganisha muungano usio imara na Misri na msingi thabiti wa mwamba ambao Mungu anatoa. Sasa agano jipya litatambua jiwe hili la pembeni kama Masihi Yesu Kristo katika moja Petro mbili isita. Sasa Bwana anajua kwamba jiwe la pembeni, Masihi, litakataliwa. Hivyo hapa katika mstari wa kumi na moja Isaya anatoa unabii huu kwa lugha ya kigeni. Bwana atasema na watu hawa, yaani taifa la Israeli, ambao amewaambia hii ni pumziko, wapeni pumziko waliochoka, lakini hawakutaka kusikia. Sasa Yesu aliahidi nini? Njoni kwangu ninyi nyote mlio na kazi na mzigo mzito, nami nitawapumzisha. Anafanya nini? Ananukuu unabii wa Isaya, lakini taifa la Israeli linamkataa Yesu na hii inaturudisha wenye unabii wa Isaya hapa katika sura ya 28 kwamba Mungu atawapa taifa ishara kwamba wamemkataa Masihi wa kweli. Ishara hii inatokea kuwa ni lugha, lugha za kigeni zinazozungumzwa na wazungumzaji ambao hawakuwahi kujifunza lugha. Sasa ishara hii itatimizwa miaka mia saba baadaye katika siku ya Pentekoste. Nini kinatokea wakati huo? Naam, wanafunzi wa Bwana wanaanza kueneza Injili kwa njia ya kimiujiza katika lugha nyingine ambazo hawakuwahi kujifunza. Kwa kweli mtume Paulo ataeleza kwamba muujiza huu ni wa muda mfupi, ni hasa kwa ajili ya Israeli. Kwa kweli, anaandika katika moja wa Korintho saa kumi na nne na madakika na 22, lugha ni ishara, si kwa waumini bali kwa wasioamini wa Unajua, kuna mkanganyiko mwingi siku hizi wapendwa, kuhusu kunena kwa lugha. Watu wanataka kupata uzoefu wa kitu kisicho cha kawaida, lakini wanapuuza ukweli kwamba lugha zilitolewa kama ishara ya muda kwa taifa la Israeli lisiloamini. Sasa hapa katika unabii wa Isaya katika sura ya 29 anazungumzia kufilisika kwa kiroho kwa watu. Anasema hapa katika mstari wa moja, ongeza mwaka kwa mwaka Acha sikukuu zifanye mzunguko wao. Kwa maneno mengine, endelea na kufanya sherehe zako zote za kidini mwaka baada ya mwaka, lakini zinatoka katika moyo mtupu. Na na hadi leo, wapendwa, sherehe za kidini za ulimwengu wetu zinaonekana zinaonekana kama hivi zinavutia, lakini ni tupu. Sasa Isaya anaahidi ukombozi wa baadaye kwa Israeli na anaandika hapa katika mstari wa tano umati wa maadui zako wa kigeni utakuwa kama vumbi dogo, na kwa ghafla mara moja utatembelewa na Bwana katika mwali wa moto unaoteketeza. Maadui wa Israeli wataangamizwa. Mstari wa sita unasema e. Maelezo haya yanalingana na vita kuu ya Amagedoni wakati Yesu atarudi mwishoni mwa dhiki ili kumshinda mpinga Kristo ataharibu mataifa yote ya adui ambayo yamekuja dhidi ya Israeli kabla ya kuanzisha ufalme wake wa milenia duniani. Atawangamiza kwa muda mfupi. Sasa basi, Isaya sura ya 30 inaanza na Bwana anakabiliana na roho yao ya uasi. Anawaambia hapa katika mstari wa kwanza, ah, watoto wakaidi, wanaotekeleza mpango lakini si wangu, wanaofanya agano lakini si la roho yangu ili waongeze dhambi juu ya dhambi. Kisha hapa katika mstari wa sita, Isaya anaelezea msafara wa ngamia ukielekea Misri, ukiwa umebeba pesa na hazina ili kuwalipa wa Misri kuwasaidia dhidi ya Waashuri, na Bwana anawaonya kwamba wanapoteza pesa zao kwa kweli. Mstari wa tisa unaita Yuda watu waasi, watoto wasiotaka kusikia maelekezo ya Bwana. Ni kuambie, hakuna kitu kinachokatisha tamaa wazazi zaidi ya watoto ambao hawataki kusikiliza. Mimi mwenyewe nilikuwa na wachache wao. Unajua, muda mwingi hasa kwa mama mama maskini, unatumika kufanya nini? Kurudia maneno yako kwa watoto wako, wafunza tena na tena, kuwaonya. Lakini kama mzazi mwaminifu, unaendelea sivyo? Naam, Isaya anaelezea uaminifu wa Bwana katika kujitolea kufanya vivyo hivyo na watoto wake anasema hapa katika mstari wa 20 na ingawa, Bwana atakupa mkate wa shida na maji ya mateso, mwalimu wako hatajificha tena, bali macho yako yataona mwalimu wako. Naam, hapa kuna rejeleo zuri la kuona siku moja katika siku zijazo, masihi wao akirudi duniani. Naam, sura ya 31 sasa inatumika kama muktasari wa sura hizi zilizopita kuanzia hapa katika mstari wa kwanza, ole wao wanaoshuka Misri kwa msaada na kutegemea farasi, wanaoamini magari ya vita kwa sababu ni mengi, na wapanda farasi kwa sababu ni wenye nguvu sana, lakini hawamwangalii Mtakatifu wa Israeli wala kumshauri Bwana. Isaya anasema usiweke imani yako katika silaha kubwa au farasi wa kasi. Usipange njama, usibadilishe hali zako Mwamini Bwana. Hilo ndilo jambo kuu. Kisha Mungu anatoa ahadi hii kupitia Isaya kwa watu hapa katika mstari wa nne, Bwana wa majeshi atashuka kupigana juu ya mlima Sayuni na juu ya kilima chake. Kama ndege wanaoruka juu, ndivyo Bwana wa majeshi atakavyolinda Yerusalemu. Kwa hivyo, Mungu anaonyeshwa kama ndege anayepaa. Anapaa juu angani, anaweza kuona kila kitu chini kwa ukamilifu. Hatakosa chochote. Anajua kabisa kinachoendelea. Sasa katika 2 Wafalme 19 tunapewa maelezo ya kile kinachotokea hapa sasa. Katika unabii wa Isaya, huyu hapa ni mfalme mwenye nguvu Senakeribu. Jeshi lake kubwa la Ashuru wamepiga kambi dhidi ya Yerusalemu ndogo. Hakuna njia kwa wakazi wa mji huu kupona, lakini usiku mmoja malaika wa Bwana anashuka juu ya jeshi hili na kwa kweli anachukua punzi ya askari 185,000. Asubuhi, wanaume hawa hawaamki, na hilo linamlazimisha Senakeribu kurudi nyumbani kwa aibu kubwa. Hivi karibuni anauawa na wanawe wenyewe. Tazama, watu wa Mungu hapa wanapanga njama za kuokoa maisha yao badala ya kuamini nguvu na mpango wa ajabu wa Mungu. Kwa hivyo tujiulize swali, vipi kuhusu sisi leo? Nani unamwamini? Nani unaweka tumaini lako kwa nini? Ripoti yako ya afya kutoka kwa daktari? Akaunti yako ya benki? mpango wako wa kustaafu? Mti wako wa familia? labda mawasiliano yako yote ya kibiashara. Kila kitu kiko chini ya udhibiti, sivyo? Kweli, labda sivyo. Sikiliza, tujifunze kutokana na makosa haya hapa. Tufuate hekima ya Mungu kupitia Isaya